Bunge linaahirisha uchaguzi mwaka mmoja, bado dharura haijaisha, litaahirisha mwaka mwingine na mwaka mwingine na mwaka mwingine, mradi lisiahirisha zaidi ya miaka mitano. Kwa hiyo situambie kwamba muda umebaki mfupi, tuwaambie kitu muhimu ni kutengeneza mabadiliko ili tuwe na chaguzi safi inahitaji mwaka mmoja au miwili, tuko tayari kuahirisha uchaguzi mwaka mmoja au miwili, tufanye hiyo kazi ya kuweka utaratibu bora. Ah, wasituambie, wasituambie muda tisini na moja. Narudia kusema ilikuwa imebaki miaka minne, wakasema muda. Tusikubali maneno ya uongo. Tusikubali kubabaishwa babaishwa. Kwa tunaposema ndugu zangu, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, maana yake ndio hiyo. Tukapambane, tukashurutishe, tukafanye nini, tukapate mabadiliko. Na hii inamhusu kila mmoja wetu. Inakuhusu na wewe mzee mzee Alute na CCM na, na wana CCM wako wale wa zamani. <laughs> Hili jambo linahusu kila mmoja wetu. Kwa kama jirani yako bado ana ana sita sita au ndugu yako bado anaogopa ogopa, ogopa, mwaambie hivi haya maneno yako kwenye maandiko matakatifu Baba Bishop. Kuna maneno yanasema hivi. Hili jambo, inuka. Inuka, hili jambo lina kuhusu, inuka, inuka ukafanye kazi. Nafikiri anasema mambo kama haya. Hili jambo linamhusu jirani yako, linamhusu ndugu yako, linamhusu mwanao, linamhusu babu yako na bibi yako na shangazi na nini. Waambie hili jambo lina kuhusu, inuka Twende tukatafute mabadiliko ya nchi hii, twende tukashirikishe mabadiliko ya nchi hii. Sawa sawa, jamani, imeeleweka hiyo. Sasa ni muda wa kwenda kupata yale, yale manufaa yanayotokana na wale ng'ombe walioshughulikiwa kwayo. Nawashukuruni sana ndugu zangu, nawashukuruni kwa kuja, nawashukuruni na kwa kupokea wageni wetu hawa.